Nam habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya na dokta Rafiki. Uh, leo utaenda kuzungumzia kuhusu madhara ya matumizi ya dawa inayoitwa P2. Sasa P2 uh, ni jina fupi ya jina ya dawa ambayo inaitwa Postinor 2. Uh, dawa hii imetengenezwa na homoni ambayo inaitwa Levonorgestrel. Uh, homoni hii imetengenezwa kwenye dawa hii kwa kiwango kikubwa sana na maana hiyo dawa hii imeundwa kwa ajili ya matumizi ya dharura tu, yani emergency contraceptive pills. So kwa nini hii dawa inaitwa ni emergency contraceptive pills, ambayo kwa Kiswahili ni dawa ya uzazi wa mpango ambayo inatumika wakati wa dharura? Sasa kitu ceo cha dharura maana yake kinatakiwa kitumike tu pale ambapo kuna uhitaji wa dharura, yani mfano mtu alikuwa amesahau dawa zake za uzazi, amepitisha muda au amejisahau kama ni siku ya kumeza, anaweza akameza hizi P2. Lakini pia kama amefanya tendo la ndoa bila kutumia kinga kama kondom au ametumia kondom, bahati mbaya ikapasuka, pia anaweza akatumia P2. Lakini pia mtu mwingine ni ule ambaye amepata shambulio la kingono kama kubakwa, pia na yeye anaweza akatumia P2. Sasa kwa baadhi ya wengine wamegeuza matumizi yasiyo uh, ya dharura ya na kuanza kutumia dawa hii kama pipi na hivyo huweza kuleta madhara makubwa katika afya ya mwanamke. Sasa leo tutaenda kuangalia madhara ambayo utayapata endapo utatumia dawa ya P2. Sasa madhara ya kwanza ni mabadiliko ya hezi homoni ambayo imetengenezwa kwenye dawa hii ya P2 huwa ipo kwa kiwango kikubwa sana ambayo inaenda kufanya mabadiliko ya mfumo wa hedhi na pia inaenda kuathiri uwiano wa homoni mwilini. Kwa hivyo inaweza kufanya hedhi yako ikabadilika, inaweza kuwa mapema au ikachelewa, na muda mwingine inaweza kuwa nyingi au ikawa nyepesi, jambo ambalo inaweza kuashiria kuwa dawa hii inakuletea changamoto. Mmoja wa mauzi ambayo baadhi ya wanaotumia dawa hii mara kwa mara unaweza ukapata changamoto hii. Lakini madhara ya pili ni kuongeza hatari ya kutokushika mimba kwa baadaye. Unapokuwa unatumia dawa hii mara kwa mara, kwa sababu ina homoni ambayo imewekwa kwa kiasi kikubwa, inaweza kuasili uwiano wa homoni ambao unaruhusu mwili kupevusha mayai na kufanya mayai ya rutubisho. Hivyo sasa unakuwa ni ngumu sana kwa baadaye kupata ujauzito. Kwa hiyo si dawa ambayo kama wengi wameigeuza kwamba ni dawa kumeza mara kwa mara kama vile unavyotumia pipi. Hii dawa inatakiwa itumike tu pale ambapo tu kuna dharura ya kutumia dawa hii. Lakini pia madhara uh, ya tatu ni maumivu ya kichwa au kizunguzungu muda mwingine, kwa sababu ya mabadiliko ya ya ya ya homoni inaweza kuletea hali ya kizunguzungu, lakini lakini pia unaweza kupata maumivu ya kichwa. Lakini madhara ya nne, uh, mama anaweza kahisi maumivu kwenye maziwa breast tenderness, kwa sababu homoni ambayo imetengenezwa humu kwenye dawa hii huwa inaasili uwiano wa homoni mwilini. Sasa ikisha asili uwiano wa homoni mwilini inaweza ikapelekea pia maumivu katika sehemu za maziwa, na baadhi ya wamama ambao wanatumia dawa hii huwa wanapata uh, changamoto hii, wanakuwa wanahisi maumivu kwenye maziwa lakini madhara ya tano ni mabadiliko ya kihisia, na hii kwa kitaalamu tunaita mood swing, yani mama anaweza kuwa na hasira za ghafla, au anaweza kuwa na huzuni au mawazo. Hii hutokana kwa sababu ya mabadiliko ya homoni kama nilivyosema hapo awali. Uh, dawa hii ya P2 uh, imewekwa dawa kwa kiwango kikubwa zaidi ili tu kuzuia mimba kwa wakati wa dharura. Sasa mama anaweza akapata hali ya huzuni au anaweza kuwa na hasira au pia anaweza kapata msongo wa mawazo. Lakini pia madhara ya sita uh, ni ni maumivu ya chini ya tumbo au maumivu ya kwenye mgongo. Sasa homoni hii ikiingia mwilini, ambayo inatumika kuzuia mimba, huwa inaenda kuasili katika sehemu ya mji wa mimba ambayo tunaielewa kama corpus luteum, na changamoto inayofanya huwa inafanya uh, ule mji wa mimba ukaze ambao hali hii tunaita kwa kitaalam uterine contraction. Hasa hali hiyo ya kukaza inapelekea kupata maumivu ya chini ya tumbo na maumivu ya kwenye mgongo. Baadhi ya kinamama ambao wakitumia P2 hupata dalili kama hizi. Hii ni moja ya madhara ya matumizi ya P2 hasa, hasa wale ambao wanatumia dawa hizi mara kwa mara. Lakini pia madhara ya saba ni damu kutoka katikati ya kipindi cha hedhi ambayo tunaiita kwa kitaalamu intermenstrual bleeding. Sasa hii mara nyingi, kwa sababu hormon hii uh, kama nilivyo elezea hapo awali huwa inaingizwa kwa kiwango kikubwa zaidi, na dawa hii ya P2 imetengenezwa homoni kwa kiasi kikubwa zaidi, kwa huwa ikiingia mwilini inaenda kuharibu uwiano wa homoni ulio kawaida katika mwili wa mwanamke huyo. Sasa hiyo inampelekea kupata damu zinaweza kuwa katikati ya kipindi cha hezi, ambao hali inakuwa sio kawaida, na muda mwingine kwa sababu inakuwa inamfanya kupata hezi wakati ambao unakuwa sio wakati wake husika, anaweza uh, kuwa, kuwa anahisi maumivu kidogo au kujihisi kupata hali kama kichechefu, lakini pia mabadiliko ya kihisia kama nilivyoelezea hapo awali. Sasa dawa hii si kwamba usiitumie, usinielewe vibaya. Ni muhimu kuitumia dawa ya P2 pale tu unapohitajika kama dharura. Si dawa ambayo unatumia kila siku kama ya njia, njia uzazi wa mpango. Kuna njia za uzazi wa mpango ambazo zimeidhinishwa kwa ajili ya kusaidia bila madhara makubwa kama njia ya kitanzi, njia ya vidonge, lakini pia, a, njia ya idone a kutumia kondom. Inipasuka kwa kunisikiliza na kwa muda wako, niandikie kwenye komenti kipi unakifahamu au ni madhara gani ambayo unashaka kuyapata. Baada ya kutumia P2. Tushie habari hizi na kwa wengine wajifunze. Hakisha msubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Dr. Rafiki kwa elimu zaidi za afya nazoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana, mimi daktari wako Dr. Rafiki. Usisahau, unaweza kunitafuta kwa WhatsApp namba ambayo inapatikana hapo kwenye video kwa ushauri wa kitaalamu lakini, pia na maelekezo mengine ya kiafya. Asante sana. Tutaonana kipindi kijacho. Bye.